Kwa uh, jina naitwa Amina Mawona, ni manager mobile banking kutoka benki ya CRDB, na tuna kampeni ambayo inaitwa benki SimBanking humu tu, na kampeni hii ilianza toka mwezi March na itaenda maka mwezi Disemba, na tumekuwa tukitangaza mshindi kila kwa kila kipindi, na sasa hivi tuko raundi ya tatu. Mshindi wa kwanza alitoka Dar es Salaam, mshindi wa pili alitoka Dar es Salaam, na leo tumepata mshindi wa raundi ya tatu ambaye ametoka Tabora, na ndio mshindi wetu ambao kutoka mkoani, na tunaamini tutampelekea hiyo IST new model, tutaipeleka Tabora kwa ajili ya kumkabidhi rasmi. Lakini kikubwa hii kampeni ni kuweza kuwafanya Watanzania kuhamia kwenye digital, kuweza kuhakikisha kila kitu kinafanyika ndani ya simu banking ndio maana tunasema Sim Banking humu tu. Kupitia Sim Banking unaweza ukanunua bi ukanunua umeme, unaweza ukalipa luku, unaweza ukanunua tiketi, ukanunua tiketi za sijara, tiketi za ndege. Lakini sio hivyo tu, sasa hivi kupitia Sim Banking unaweza ukamtumia mtu pesa kwa cardless, na kaenda kutoa kwenye ATM bila kukatwa chochote. Yani kama umemtumia laki nne basi akaenda kutoa laki nne kama ilivyo. Lakini sio hivyo tu, kupitia kampuni ka, kampeni yetu ambayo tunaifanya, tunatoa zawadi tofauti tofauti kwa Watanzania ambao wanaendelea kufanya miamala kupitia SimBanking. Tuna kitu kinaitwa uh, Tembo point ambazo kupitia hizi Tembo point um, Tanzania mbaka, uh, Mtanzania anapoendelea kufanya miamala kupitia SimBanking yetu tunatoa mpaka Tembo point ya shilingi milioni mbili kwa kile kiwango ambacho tunakifanya kila mwaka. Kwa hiyo sisi tu tunaendelea kufanya miamala na tuna zawadi zingine pia ambazo tunazitoa. Tunatoa tuna zawadi kupitia social medias, tunatoa tuna zawadi kupitia maridio lakini pia Uh, tuna zawadi ya mwisho ambayo tunaenda kutoa Disemba. Tumebakiza IST moja new model lakini pia na grand rewards kwa mtu ambaye atakuwa amefanya vizuri kabisa all over the campaign tunategemea kutoa hali ya uh, anakonda kama mnajua vizuri. Kwa hiyo ni wasisitize wa Tanzania kuendelea kufanya miamala na miamala hii ni wote tunafanya ukiwa unapitisha mshahara CRDB, tuna salary advance unaweza ukakopa kuruhusa la advance ukasoti na tatizo yako, lakini pia tuna wanafunzi ukitaka kufanya muamala, una bomu advance unataka kulipa ada as long as unatumia uh, SimBanking basi utakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuweza kushindania gari zetu ambazo zipo zinaendelea. Um, kwa majina naitwa Mshindo Magimba ni kaimu mkuu wa kitengo cha Uh, wateja binafsi uh, labda cha kuongezea tu, wenzangu wamezungumzia kama Amina amezungumzia kuhusiana na sim banking. Hii kampeni yetu ya benki ni sim banking humu tu. Uh, kwa upande wangu mimi ningependa kusema hii, hii, hii kampeni ina ina inajumuisha wateja wote. Nikisema wateja wote hata, uh, pa, ni pamoja na wanafunzi na tunafahamu kabisa kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye kwenye msimu wa wanafunzi kwenda chuoni kuanzia mwezi Novemba. Kwa hiyo tungependa kuwaambia wanafunzi wale ambao hawana account na CRDB ni wakati sahihi wa kufungua account ya CRDB na tunaita scholar account, na wale ambao tayari wana account ya CRDB basi wa, ni wakati mwafaka wa kuanza kufanya nini miamala. Tumeona mfanyabiashara pale ameshinda kutoka Tabora, kwa hiyo wanafunzi pia wana nafasi ya kujishindia, na tumeweka zawadi mbalimbali tume, tuna iPhone 17 za kutosha na unafahamu sasa hivi iPhone 17 ndio mpango mzima, si ndio? Lakini pia kama haitoshi, tuna zawadi za laptops kwa wanafunzi za kutosha. Kwa hiyo wewe kama mwanafunzi, laptop ni muhimu sana kwa ajili ya masomo yako na kupata taarifa mbalimbali wakati wa kufanya masomo. Lakini kama haitoshi, um, tuna zawadi ya, kubwa sana ya scholarship tumeandaa kwa wanafunzi hasa hao ambao wanajiunga, wana, wana, wakipata scholarship nafikiri ni kitu kizuri sana kwa hiyo sisi CRDB kupitia hii nani yetu ya uh, benki ni Sim Banking humu tu kampeni yetu, tumeona kwamba tukiwapatia scholarship tutakuwa tumewapa opportunity nzuri na kubwa sana. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba wanafunzi ambao hawajafungua account na CRDB ni rahisi sana, ni nida yao tu, akiwa nayo pamoja na passport saizi mbili, anafungua account ni kwa haraka kabisa. Kwa kweli uh, mobile banking, hasa nikizungumzia SimBanking na ndio maana tumekuja na hii campaign, ni kitu ambacho kinachangia sana kwenye kukuza uchumi, kwa sababu sababu kubwa ni kwamba inaokoa muda. Zamani ilikuwa ni kwamba ukitaka ku, labda kwa wale wafanyabiashara ukitaka kutuma pesa mpaka unafunga safari. Kuna watu walikuwa wanafunga safari, kwa mfano nikizungumzia labda mtu anatoka kijijini kabisa anafika hadi mjini kwenda kutafuta huduma za kibenki ili tu aweze kutuma hela. Lakini sasa hivi sisi hasa siharibiki kupitia SimBanking, ukiwa hata kijijini unaweza ukatuma pesa ukanunua, wale wakulima labda anataka kununua mbolea kutoka mjini apelekewe kijijini kwa ajili ya kilimo, anaweza kufanya hivyo akiwa yuko nyumbani anatuma hela moja kwa moja, lakini pia kama haitoshe eh, kwenye <coughs> eh, wafanyabiashara mbalimbali wamekuwa wakirahisisha uh, kufanya manunuzi mbalimbali mbali ya kibiashara kupitia SimBanking. Lakini pia sasa hivi kama umeona, kuna eh, viwanda mbalimbali labda wanaojishughulisha na shughuli za viwanda vidogo, vidogo vidogo hivi, anataka kununua umeme, zamani ilikuwa unatembea umbali fulani kwenda kwenye kituo kwa ajili ya kwenda kununua luku, lakini sasa hivi pale pale ulipo kupitia SimBanking unaweza ukanunua umeme na ukaendelea na shughuli zako za koza, eh, kiwanda au uzalishaji, ukiwa huko nyumbani, huko unaendelea na shughuli nyingine. Lakini ina maana bila hivyo, ina maana ingemgharimu huyo mtu kutembea umbali mkubwa kwenda kununua umeme, hapo anapoteza muda <tipa> yeah. Kwa majina anaitwa Mshindo Magimba ni kaimu